Mwaka elfu moja mia tisa hamsini na nne wakati dunia ikiwa katika kilele cha vita baridi, nchi zikiandamwa na ukomunisti mashariki akati, pigania, uhuru, ya kati ikipigania uhuru dhidi ya ukoloni huku Marekani ikiweka mikono yake kwenye siasa za maeneo hayo. Katika mvutano huu wa kisiasa tukio moja lililotokea nchini Misri lilibaki kuwa moja ya siri kubwa zaidi za kiintelijensia za Israel, tukio linalofahamika leo kama Lavon Affair. Chanzo cha tukio hili ni Israel: kupitia idara ya kiasiri ya kijeshi Aman, ilizindua mpango wa kificho uliopewa jina la Operation Susana lengo kuu likiwa ni kuharibu mahusiano kati ya Marekani na Misri. Mpango huo ulihusisha mashambulizi ya mabomu dhidi ya majengo ya Marekani na Uingereza yaliyopo huko mjini Cairo na Alexandria, kama vile maktaba, shule na ofisi za kidiplomasia. Kilichofanywa na mawakala hao ni kutega mabomu, lakini kuhakikisha hayaui watu mbali yanasababisha taharuki na lawama zielekezwe kwa wanaharakati wa Kiislamu au komunisti. Na sababu ya Israeli kufanya hivyo ni kwa sababu Misri chini ya Raisi Gamal Abdel Nasser ilikuwa inazidi kupata nguvu zaidi, ilianza kujitanua kiulinzi, lakini pia ikiungwa mkono na nchi za kikomunisti kama USSR. Marekani na Uingereza kwa upande mwingine walikuwa kifikiria kuisaidia Misri kijeshi, jambo lilioitia wasiwasi Israel. Basi, ili kuvuruga uhusiano wa Misri na mataifa ya Magharibi, Israel iliamini ingetengeneza fursa ya Marekani kugeukia upande wake kwa ukaribu zaidi. Hata hivyo, mpango huo ulifeli vibaya. Siku chache tu baada ya mashambulizi ya mabomu, mawakala wa Israel waliokuwemo katika mtandao huo walikamatwa na polisi wa Misri. Baada ya kukamatwa kwa mawakala waliotekeleza oparesheni Suzana, serikali ya Misri iliwafungulia kesi ya wazi ya kijasusi iliyojaa mvutano wa kisiasa na kihisia pia. Majasusi hao walikabiliwa na mashtaka mazito ya uhaini, ugaidi na uchochezi wa vita dhidi ya dola ya Misri. Katika kipindi hicho cha mashtaka, serikali ya Misri ilitoa ushahidi wa milipuko, silaha na nyaraka, pamoja na ushuhuda wa moja kwa moja kutoka kwa washiriki waliokamatwa. Wengi wao walikiri, wengine kwa shinikizo, lakini wengine ushahidi uliwakabako. Wawili kati yao walihukumiwa kifo kwa kunyongwa, ni Dr. Moshe Mazuk, daktari wa Kiyahudi huko Misri, na Shimuel Azar, mwanafunzi mwenye asili ya Kiyahudi kutoka Alexandria. Wengine walihukumiwa kifungo cha maisha gerezani, huku wachache wakipewa vifungo vya miaka mingi gerezani. Hukumu hizo ziliwashtua Wayahudi duniani kote nchini Israel, hasira na huzuni zilipamba moto, lakini serikali ya wakati huo iliamua kukaa kimya kwa hofu ya kuchochea migogoro yake kimataifa. Wakati dunia ikilani mashambulizi hayo kama ya kigaidi na kuisifu Misri kwa kuwakamata majasusi hao, ndani ya Israeli mambo yalikuwa mabaya zaidi. Swali kubwa liliibuka: Je, kweli waziri wa ulinzi Pinhas Lavon alitoa ruhusa ya operesheni hiyo? Na uchunguzi wa ndani ulifanyika, lakini badala ya kufichua ukweli ulizua mgawanyiko mkubwa wa kisiasa ndani ya serikali ya Israel. Lavon akisisitiza kuwa hakuwahi kuidhinisha mpango huo, alimtuhumu Moshe Dayan ni wakati huo akiwa mkuu wa majeshi pamoja na maafisa wa juu wa idara ya intelligence kwamba walihusika kwa siri na kuandaa operation hiyo bila kuiharifu mamlaka ya juu. Kwa miaka mingi, kesi ya Lavon iliendelea kwa kivuli kilichotanda juu ya siasa za Israel, ikiigawa nchi kati ya waliomuunga mkono Lavon na waliomuunga mkono David Ben Gurion, ni waziri mkuu wa wakati huo ambaye alisisitiza kuwa Lavon alihusika. Ben Gurion hatimaye alijiuzulu kutokana na sakata hilo mnamo mwaka 1963 baada ya kushindwa kulishinikiza bunge la Israeli limuhukumu Lavon. Basi bwana Lavon yafea ilileta aibu sana kwa taifa la Israeli ambalo mara nyingi hujivunia ufanisi wa Mossad na idara zake za kiintelijensia. Lakini Operation Suzana haikufanikisha chochote, badala yake iliondoa maisha majasusi wake, iliharibu pia hadhi ya Israel na kusababisha mgogoro wa ndani wa kisiasa wa muda mrefu zaidi. Zaidi ya hayo, malengo yaliyokusudiwa, yani kuharibu uhusiano wa Misri na Marekani, hayakufikiwa. Badala yake Marekani ilizidisha ushirikiano wake na Misri kwa nia ya kuizuia isijiunge kabisa na sera za USSR. Mwaka 1956 Misri ilipojimilikisha mfereji wa Suez. Israel ilishirikiana na Ufaransa na Uingereza kuivamia tukio ambalo pia lilikuwa ni jaribio la kulipiza kisasi na kurejesha heshima yake iliyopotea. Hata hivyo, chini ya shinikizo la Marekani na Umoja wa Mataifa, uvamizi huo ulisitishwa na Israel ililazimika kujiondoa. Kwa miongo mitano, Israel ilikana kuhusika moja kwa moja katika oparesheni ya Lavon ya Feya, lakini baada ya vuguvugu vugu la majasusi wa zamani na wanahistoria kulalamika zaidi mwaka elfu mbili na tano serikali ya Israel ilithibitisha rasmi kuwa waliokamatwa walikuwa ni majasusi wake. Katika hafla ya heshima ya kitaifa majasusi waliobaki hai walitunikiwa medali za ujasiri na serikali ilieleza kuwa walikuwa wakifanya kazi kwa ajili ya taifa japo walitekelezwa kisiasa. Hatua hii ingawa, ililenga kuondoa doa katika historia ya Israel, iliibua maswali makubwa kuhusu wajibikaji wa maamuzi ya kisiasa na ni kwa nini serikali ilikaa kimya kwa miongo mingi, huku majasusi wake wakiteseka gerezani na wengine kuuawa bila kutetewa rasmi na serikali yao. Lavon Affair inabaki kuwa funzo la kihistoria kuhusu hatari ya kutegemea propaganda za uongo katika siasa za kimataifa. Ni kisa kinachothibitisha kuwa ukweli unaweza kufichwa kwa muda tu, lakini hatimaye hufichuka kwa gharama kubwa. Mimi naitwa Ananias Edgar.